Umejuaje kama una mimba? Umepima? Hapana, mama. Sijapima lakini watu wakiwa wanatapika. Mimi nahisi kabisa kama nina mimba. Kwa nini nahisi kabisa, mwanangu, mimi nina mimba? Hapana, sikiliza mwanangu nikwambie. Unaweza ukatapika lakini pia ukawa na UTI, ukawa na malaria, hata maradhi mengine. Kwa nini lazima u... ukitapika lazima uwe na mimba? Umejuaje kama una mimba? Mama, nimejuga sababu

Uzuri umeshaniambia mama yako. Na bahati nzuri mama yako mimi ni angaacha ni hapa mjini. Kama swala la mimba tu. Ni dakika hizi. Tupili ambayo nalichopoa naondoka. Na utaendelea na masomo. Lakini naomba nikupe siku hizi. Siku ya nne rudi hapa sawa? ili uje upime, tupime kabisa tujue kama kweli ni, ni mimba inakusumbua. Lakini kama ni mimba mwanangu, mbona dakiambii? Tunachomoa halafu unaendelea na masomo yako. Shida ni nini? Usijali kabisa mwanangu. Haya mwanangu, nenda pole pole sana We, mama, hivi una nini? Unakatisha ndote vile, lakini toto za wanafunzi aathamini. Ebu fikilia akilini, una watowamimu na wafunza kudanga, ujui kesho yao, inabidi kujipanga. Imudi za maisha unazipukutisha, unapowalibia, watabaki wanalia una, una watowamimu, watabaki Eh, huku unaelekea wapi eh? Huku, nenda nyumbani we. Huku ndo njia kwenda nyumbani kwenu? Kwani wewe mimi unajua naishi wapi? We si unakaa huku kwa babako eh? Kwani wewe hujui we nyumbani kwenu si huku eh? huku kwa baba, mimi nachofahamu unaishi huku kwa baba yako. Huku unaenda wapi? Au ndo unaenda kunya kwenye nyumba za watu eh? Ana, baba na kitambi tu chami huku kwalinda we kwalinda umeenda linda umeenda kutafuta nini? Kwanza nashukuru sana kwa kukaribisho wenu, hmm, lakini pia nafurahi kuweza kupajua ni wapi ambapo mnapopatiana ama nyumbani ambapo mnapoishi, lakini pia nimevutiwa sana na hali ya hewa jinsi ilivyo huku kwenu, kwa sababu kidogo maeneo yetu mazingira sio rafiki kabisa. Mm, yeah. <laughs> Eh, tunamshukuru Mungu, lakini swala kubwa ambalo mimi nimekuitia hapa kaka ni kuhusu safari yangu kesho. Nina safari ya kikazi, kwa hiyo issue kubwa ambayo mimi nimekuitia hapa ni kukabidhi majukumu yangu na mdogo wetu, na huko nitakako kwenda safari yangu nitatumia mwezi mmoja ama wiki mbili, nitakuwa nimesharudi. Kwa hiyo isingekuwa vyema mimi kumwacha hivi hivi tu mdogo wangu, na nikiangalia ni mwanafunzi, natakiwa kumlinda sana. Mimi huku kalinda linda kule, ananiletea chokolati, ananiletea big bomb, analipa nyama, ananiambia tucheze, ile hivi dashu dusha dashu dusha dashu mama dashu baba, huku baba akija anakuja tu na likitambi lake analala, uwa anapiga anyaga, ni amna kwa hiyo, chocolate ndo zimekutoa kwenu kukupeleka kwa Linda eh? Na una muda gani tangu unaishi huko kwa Linda? Si unaona na mimi nanenepa, nimenenepa, napata la najiona kama vile <laughs> kuja kuwa kama baba likitambia eh, una kama... Una na kama wiki mbili. Unasikitisha sana kweli, wewe humu unatakiwa utibiwe. Tuimbe kidogo. Unacheza na nani? Na wewe unaiba na nini eh. Hivi, mimi nini? Hivi, Sandra Karawe, Amina. Kubwa <laughs> jinga, Kubwa jinga. Kubwa jinga. Kubwa jinga. Kwa hiyo kwangu mimi nimeona mtu sahihi wa kuja kumkabizi majukumu yangu mimi ni wewe kwa hiyo kuanzia kesho, kaka, nitakapokuwa sipo, nitakuachia majukumu yangu na mdogo wangu mdogo wetu, umlinde kaka, na ninaamini kuwa nitamwacha sehemu sahihi sana kwa kweli, kwa sababu hakuna mtu ambaye ninamwamini, hakuna ndugu ambaye ninamwamini kama wewe kaka. Dawa, cha kwanza mimi ni kupongeze tu kwa kutambua kuwa mimi ni mtu sahihi na kuamua kuniachia majukumu ama kumrinda mdogo wetu. Nikutoe tu hofu wa kitu kimoja, unajua mimi ni mwalimu, bila shaka hilo nalifahamu vizuri. Kama nina uwezo kukana watoto arobaini na tano mpaka sitini darasani, sidhani sisa, kama naweza kushindwa kumongoza mtu mmoja. Kwa hiyo mi tu nikwambie kwamba wewe safiri salama, lakini ukirudi utamkuta mdogo wetu yuko salama kabisa, ijapokuwa hofu yangu mimi ni moja kwa sababu sijajua hiyo safari yako ni ya heri ama si ya heri. <laughs> ah, safari yangu kama unavyonijua kaka, sinaga makundi makundi yasiyo sahihi, makundi ya ovyoovyo, mara wizi na nini, hapana, sinaga. Kwa hiyo safari yangu ni ya kikazi na ni safari ambayo iko salama sana. Kwa hiyo huko ninakokwenda huko salama, hakuna tatizo kabisa. Basi mimi ni kutoe shaka katika hilo mm-hmm. Lakini kumbuka tutakapofika huko, usisite kutupatia taarifa, tujue kama umefika salama, sawa? Usijali kaka. Basi sawa, mimi nashukuru sana, asante sana. Sawa kaka, tutawasiliana. Haya, haya.

nilikuwa na kwa pita pita, na mambo yangu ya naona, lakini kilicho nishangaza na kuumiza kichwa changu acho kitu gani tena, mbona yule kijana nimemkuta yani, anacheza na watoto. Hicho kitu kimeniuma sana, nimeumia jekukuwa somu, ila tu nikaona tu ninje kwa rafiki yangu

labda atakuwa mtu, labda pengine atakuwa mtu mzuri. Labda, labda pengine akili yake itarudi. Kwa vile nasikitika sana kumwona kwenye ile kazi. Nashukuru sana kwa kuniletea hiyo taarifa, japo nimejikuta, yani naumia sana na sielewi nitamsaidiaje

nimeijia hela so mambo ya kwanza kujifikiria wewe, na kudai sitaki kusikiliza wewe. Karibu yako ya nini? Mimi nitamsaidia nini hiyo? Karibu ndio inaniletea hela mimi? Hapana, hela yangu ina muda gani? Sikiliza, miezi mitatu kwako, kwa kwa michache, si sindio? elfu thelathini miezi mitatu, ukipewa laki wewe. Naomba unipatie hela yangu sasa hivi. Pesa yako nilikuwa nayo, lakini ukaipeleka wapi? Kipata changamoto shuleni. Changamoto zako na pesa yangu havihusiani. Muda nimekupatia muda, umetumia muda gani? Tulikubaliana unarudisha baada ya muda gani? Changamoto zilinipata za hapa na pale. Oh, usinivuruge wewe, usinivuruge. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba kila elfu kumi inagharimu mwezi mmoja kurejesha, lakini hata hivyo pia napo umeshindwa. Ingia ndani, kanitolee, kanitolee pesa. Kuna pesa ndani. Zama ndani, kanitolee pesa. Pesa yangu umekana kwa muda gani? Mitatu. Miezi mitatu kwako kwa michache. Usinivuruge. Oya, nombe hela yangu. Sasa ni wewe basi. Nipatie pesa yangu. Pesa nitakuchakaza. Nomba unipatie hiyo hela. Pesa yako hapa kwa sasa hivi si? Yaani nitakuumiza. Oya, pesa yangu unatoa utoe. Ndiye nani kaletee! Kalete, kaletee, kalete, kaletee, kalete, hela yangu mimi mpaka mtibweke, ugomvi ndio naenda kuleta hela. Ah, tunaongozana.

umeuchinda madamu hii kuji nimekujidi. Hey, oh, akili! Mimi mi si rafiki yako, afu na madamu wako si ndiyo? hey. Sasa nimekuita hapa tuongee hey. Mi sipendi wewe, huwa we unacheza na watoto hey. hey. Kwa nini? kwani we ni mtoto? hmm. Maana mi mtoto nakaa nafanya hivi mtoto, mama ananiambiaga mtoto wangu mjuri, mtoto wangu mjuri na mtoto wangu mjuri, mtoto wangu mjuri. Na mi mtoto nacheza na watoto wenzangu. We ni mtoto wa mama mzuri sawa, lakini kucheza na watoto unazunguka, wanakuibia, kubwajinga, kubwajinga. hmm. si upendi ii madam, si wanakuwa wanaimba hivi kubwajinga kubwa jinga kandamunakuwa, eh. Nachikia raha, na, na raha.